Watu wengi wanashindwa kuelewa ni kwa nini mtu ambaye ameshapiga hatua kwenye maisha anaweza kamshambulia na kumharibia mtu ambaye hajatoboa mtu ambaye anajitafuta. Iko hivi, ikitokea ukajikuta kwenye migogoro na ushindani wa nafasi, ushindani wa kushikilia maeneo na viti vyenye ushawishi na nguvu, na hasa pale inapohusisha pesa, ni kwamba watu wanakuangalia kutoka kwenye engo mbili tofauti. Kuna watu ambao wanakuangalia kwenye engo ya uwezo wako, na hasa hasa hawa ni watu ambao wameshazishikilia nafasi za ushawishi, nafasi zenye nguvu, ni watu ambao wamepiga hatua fulani na kuna sehemu wamefika. Hawa hawakuangalii tu kwa matokeo ya vitu unavyovifanya, wanaenda mbali zaidi, na wanaona uwezo ulioko nyuma ya matokeo ambayo wanayaona sasa hivi, na wanaweza pia kuona nguvu yako hata kabla haujaweka matokeo yoyote mezani. Kwa hiyo ndio maana utaona bosi mkubwa anamshambulia intern, anamshambulia mtu ambaye ndo anaanza kazi na ndo anaanza kujitafuta. Ni kwa sababu hapigani na huyo wala hapigani naye kwa nafasi aliyoikalia sasa hivi, anapigana na nguvu ambayo itakuja kutishia nafasi yake mwenyewe baadaye anapigana na uwezo ulioko nyuma yake, na kuna kundi la pili ambao wanakuangalia kwa engo hii, kwa juujuu tu, kwa matokeo ya kitu unachokifanya, na walio wengi wanathamini sana hayo matokeo, siyo nguvu na uwezo ulioko nyuma ya hayo matokeo. Hawa kundi la pili ni wale ambao wanaweza kukudharau, ni kwa sababu ya kiatu ulichokivaa kimechoka, nguo yako ni ya gharama ndogo kuliko ya kwake na hawa wanaweza wakashangilia sana endapo akinunua TV kubwa kuliko ya kwako. Ni kwa sababu anaangalia matokeo na anaangalia vitu vya nje, haangalii uwezo ulioko ndani yako. Mwenye uwezo wa kuangalia nguvu iliyoko nyuma yako, nguvu iliyoko nyuma ya vitu unavyovifanya hata kabla ya kuwa na matokeo ana uwezo mkubwa sana wa kukutikisa, hata kama mbinu zake anazotumia hazina nguvu sana. Ni kwa sababu anapiga penyele, anapiga eneo ambalo limekushikilia, anapiga kwenye misingi yako. Lakini yule ambaye upeo wake ni mdogo tu, ni wa karibu, na haoni misingi iliyokubeba, ni rahisi sana ukamtikisa. Ni kwa sababu yeye hajasimama kwenye misingi mizuri, na akija kwako anashambulia sehemu ambayo haina madhara haijalishi ni mbinu gani anatumia. Hata akitumia mbinu chafu, hana uwezekano wa kukuangusha. Atakutikisa na kukuchelewesha tu kwa muda, atakuondolea focus, lakini mwisho wa siku hatakuondoa kwenye uelekeo wako. Kwa hiyo kitu unachotakiwa kufanya ni kuwajua vizuri na kuwaelewa washindani wako, lakini inapokuja kwa adui zako, unachotakiwa kuangalia na kutilia maanani sana ni upeo wao, kwa sababu kama ana nguvu ya kuona kwa upeo wake nguvu iliyoko nyuma yako na uwezekano wa kule unakoweza kwenda wewe na nafasi ambazo unaweza ukashika hata kabla bado hujawa na matokeo, anaweza akakutikisa na akakuletea madhara makubwa. Wajue washindani wako ili wakusaidie kusogea mbele, lakini ufahamu uwezo na upeo wa adui zako ili wasije wakakutengua na wakakutoa kwenye nafasi.